Sasa leo ningependa kukupatia zile sifa za uke mtamu, ama ukipenda kitumbua cha bibi kitamu kina sifa zipi? Kitu cha kwanza, kitumbua cha bibi ambacho ni kitamu kinakuwa na joto na kina bana. Kitumbua halisi cha bibi ni kile ambacho kina joto, ni charali na kina bana, hasa hasa wakati ule wa kuchakachuana. Uh, mwanamume huwa anafurahia sana akipata kitumbua cha bibi ambacho kiko na joto ndani e, maana kinamfanya anafika kileleni haraka kwa wakati unaostahili, na anaenjoi pia vile vile kitumbua cha bibi ambacho kinatoa utelezi wakati wa maandalizi. Nadhani unajua kwamba ili ngoma sebene liweze kunoga wakati wa maandalizi ni kitumbua cha bibi unakiona kwamba kimejaa mafuta mengi vizuri, ndipo pale wakati wa kumegana, wewe mtoto wa kike unaenjoi na baba watoto pia naye anaenjoi. Kwa sababu gani? Ya ule utelezi. E, yale mafuta mafuta ambayo yako pale, mtu anakula kitumbua anasikia raha vile inafaa, na anaenjoi kwa sababu kinampa ashki, kinampa amsha amsha. Msikilizaji, pia kitumbua cha bibi kitamu ni kile ambacho hakina harufu mbaya. Vitumbua na charali vina harufu yake tu, lakini sasa iwapo wewe ni mtoto wa kike lakini kitumbua cha bibi kina harufu mbaya, labda sababu kadha wa kadha, pengine hukifanyia usafi vizuri eh, hukioshi vizuri. Unakuta kile kitumbua cha bibi kinakuwa na harufu ambayo haipendezi. Ile harufu jamani, mtoto wa kiume akijaribu kula, eh, anakinai haraka. Wengine hata hufikia kwamba akila mara moja hataki kula kitumbua mara ya pili ya tatu na ya nne, anatosheka na hiyo mara moja peke yake. Lakini kikiwa na harufu nzuri, mashallah, kimeandaliwa vizuri, kinanukia, ndipo pale kinampa nafasi, kinaongeza hamu eh, kwa yule mtoto wa kiume, anakula na anashiba na anakula tena na tena, yani mtu hataki kuondoka eh, anakula mpaka anashiba. Sifa nyingine ya kitumbua kitamu ni kile kinachosonda kina meza bakora na kinavuta ile bakora. Yaani uh, nafikiri hapa watoto wa kiume watakuwa wanaelewa zaidi ninaposema ni kile ambacho kinavuta bakora. Kinasonda, kina meza. Yaani nikana kwamba wakati bakora unataka kuitoa nje inamezwa. Nikana kwamba kuna magnet ama kuna smaku inavuta ndani. Naambia, usitoke hapa leo, ni leo. Asema kesho ni mwongo. Ha? Pia vile vile, msikilizaji, kitumbua cha bibi kitamu ni kile ambacho kina sifa ya unono, yani kina mashavu mashallah yaliyonona vizuri, unakula na zile nyamanyama -nyama, unakula vizuri mwenyewe, minofu minofu, misteki, misteki pale unakuwa una enjoy. Hata wewe kati ya nyama yenye uh, ile tunasema nyama ya steak, na ile ya mifupa, gani wewe Niambie wewe, una enjoy gani? Ya steak. Hata ukienda bucha kununua nyama eh, unaweza ukabishana na yule anaye katakata kata nyama. Mwanzo akiwa anakuwekea nyama ya mifupa mifupa, wamwambie hiyo mifupa usinifanye fisi mimi jamani, eh, mimi niwekee hizo steak steak nile kwa raha mwenyewe, ni enjoy. Sasa kitumbua cha bibi kitamu ni kile ambacho kina nyama nyama kiasi, asikwambie mtu kitu. Watoto wa kiume, najua mnanielewa ninachozungumza. Kwa hiyo mtoto wa kike zingatia hayo uweze kuhakikisha kwamba eh, baba watoto mumeo anaenjoi. Zingatia usafi, mama, zingatia kuhakikisha kwamba kitumboa cha bibi kinakuwa na mazingira masafi eh, hata mtu akitaka kula anakula vizuri. Sio kwamba eti anakula mara moja na tayari amelala chali, hapana. Anakula anataka nyongeza tena, anaongeza na anaongezea tena eh, kila wiki anataka kula, wiki haishi, anasikia hamu ya kula. Kwa sababu gani? Kitumbua kitamu, jamani, mm. Mo Radio 88.2 FM. We are in charge.